Inabidi uwazi hapo azichanganyie hizo kadi alafu baadaye Abigail na yeye aingize mkono wachanganye, okay. Ili watu wasija kasema bwana kumbona kama hey. Huyu mshindi kuna namna yoyote alikuwa amepanga tumeipanga kadi yetu ili mm. <laughs> Kadi iliyokuwa pembeni pale hey. Ndo ile aloipik ujue. <laughs> <laughs> Tukifanya <laughs> haraka mtu anaezasema ungesubiri kidogo kwangu, basi mimi <laughs> Nafikiri nimemaliza so, kama sio ya kwako sio ya kwako hata umefika kona zote. <laughs> mm -hmm. Yeah. Okay. Nafikiri nimezitoa, ngoja nimalizie na hizi hapa changanya kwanza sana mtu, nilisema tu ngoja sasa. Oh, kwanza sema, no, no, no, that's, that's uh -huh. Tunataka uturuhusu wewe uh -huh. Abigail apik kadi moja ambayo ndo itakuwa mshini. Kwanza kabla mja uh, pike, mna uhakika leo mlikuwa na siku nzuri. Siku ilikuwa nzuri. Basi na Amina tkaekuaile na hizo baraka zote Wow, wow, wow, wow. Yeah, unamwachia huyu <laughs> um, ama utamshika huyu huyu mwachie, amembeba sana, mchukue huyo. Sasa umemchukua huyo mm. Abig, kama unavyoona mm -hmm. Kadi yetu imekwa ime, ime, ime, ime pini kabisa mm -hmm. Maana yake hatujui ID namba na yes, hatujui ni nani yupo mm humu -hmm, tutakusaidia kufungua hapa, then tutaonyesha ID namba na tutaficha namba ya simu ili watu wasije wakamwai bwana yeah, wa, wa, wakamwambia sisi ndo tuna gari yako, simu zikawa nyingi bwana, au sio? Sasa sisi ndo tuna gari yako. Mm, namba yake ya simu inaanza na sifuri saba arobaini na saba inaishia na Sitini tatu. na tatu sita tatu iyo hapo iyapa iapa tirudie mm -hmm. i yes, hii hii na hii kipo sahihi right. Ah, oh, simu inaita right. Okay. Yeah. Okay. <laughs> <laughs> Jamani. Yaani, asipopokea huyu Mungu amembeba. Alikuwa ameshikiliwa na na mlamu tutampa bonasi moja mbili, tutapiga baada ya dakika moja tuone. mm -hmm. Ehe, kama atapokea tena mm acha -hmm. Tupige kwa sababu yes. Kama maana yake sio bahati yako, tunakata jina <laughs> Jaa upande wako, jamani tetu, tunapokea namba ngeni, sio kila namba ngeni inakudai no, au labda anawaza sikukuu, watu wasioakawa wanapiga bala sikukuu wako jamani. Okay. Oh. Oh. Mara moja ya mwisho. Nadhani tunamaliza ili zoezi ya mwisho. Yes, inabidi tupige tena mara moja ya mwisho. I feel so bad for this person. Hopefully atapokea ya mwisho. Ah, please. Mbona tujaribu ya mwisho? Unajua, unajua Tanzania tunakuaga na utaratibu, ukimpigia mtu kwa namba ngeni una ile tabia ya kwamba mm.

Naitwa Ali Rashidi. Ali Rashidi, na unaishi wapi? Sasa Ali, nah, leo nina taarifa nzuri sana kwa ajili yako yeah. Umeshinda gari mm -hmm. ya IST kupitia PM yeah. Bet Royal Sports Super, na unaongea na Abigail Chamc. Congratulations. Oh. Oh. Oh. Oh. Kaka. <laughs> Umesema jina nani? Naitwa Ally Rashid, Ng'anga. Ally Rashid Ng'anga. Ng'anga. Upo? Jetirumo Jeti Kiwalani Jeti mm. Sasa, Bwana Ally, una bahati tu hebu <laughs> <laughs> sana, sana, sana. Kwanza tuambie ulikuwa unafanya nini? Tumepiga simu mara tatu <laughs> Kwa kama okay. Na sasa <laughs> ungucaasiliatimewea kwenye gari yangu aajinee. Je, ulikuwa una taarifa kuhusu draw ya Royal Win ya Super Royal Sports ya PMBet? Nilipigiwa simu mara mbili na nikawa okay. Na taarifa hiyo sasa, na hii simu yangu imeshatouch kwenye muda huo huo, lakini sikuwa na hamani sana. Sasa kaka, bahati ilikuwa ya kwa kwako, yaani ile kadi yako tulikuwa tumeiweka pembeni ili tuchukue kadi nyingine. ah! <laughs> <laughs> yeah. Naam, sasa Abigail ndo amekutangaza kuwa mshindi hapa, mm. na wow. na muda huu tupo live. Asante sana mm -hmm. Mm, Congratulations na, na una muda gani unacheza na PMBet? Kama okay. Kwa hiyo kwenye leaderboard ile ya vinara ambao wanaingia, upo draw ya nne na hujawahi maana yake kushinda gari kutoka PMBet kwenye draw yoyote, okay? Na mapema <laughs> la basi kaka, huyo unachaji simu vizuri, maana hapa <laughs> ni gari ulikuwa ushaipoteza hii. <laughs> <laughs> Basi hakuna shida, nafikiri utapewa ma maelekezo mengine zaidi mm. <laughs> Ehe, namba na yako imechukuliwa na aidi yako itakabidhiwa, ili wakupigie kwa ajili ya kufanya utaratibu. Utakabidhiwa lini gari yako? Asante. Kwa hiyo nakabidhiwa lini gari yangu? Utapewa taratibu. Natamani hata sasa hivi nije kuchukua gari yangu. Usijali taratibu. Una unataka kumwambia kitu gani? Yes, yes, kuna katu nikumbushe kwamba utaratibu utatumika kwa sababu sisi hatutoi tu gari, lakini tutampa gari ambalo tayari imekamilishiwa kila kitu, usajili tayari ushakamilika. Kwa hiyo kuna hizo process ambazo zitachukua muda kidogo, ya tutumie vitambulisho vyake ili sisi tuende tukamsajili na baadaye sasa tunafanya makabidhiano gari ikiwa na kadi. Ila sijaakasema ah, mbona hii gari mmeipa mm bila kadi. Naam. Mm, mm, mm. Basi kaka ya mshukuru Abigail, hapa maana yeye ndo amekupambania sana <laughs> wewe mpaka upate kadi kadi. Yako mimi nikuwa ni naiweka pembeni kaka. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs>